Mnamo miaka ya tisini mkoani Tanga, palikuwa na historia ya kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Bakari na Bibi Diku. Bakari alikuwa mwizi wa kuku, lakini pia hakuyaacha salama mashamba ya watu. Alikuwa akiingia katika mashamba ya watu usiku, alitungua nazi, maembe, ndimu, hata miwa pia aliiba, kisha baadhi alikula na vingine alienda kuwauzia watu waliokuwa wakifanya mnada katika gulio kijijini hapo. Bakari alikuwa mwizi na kidokozi sugu aliyeshindikana. Kesi zake zilikuwepo majumbani kwa serikali ya kijiji mpaka kituo cha polisi cha kijijini hapo. Kila mtu alikuwa amechoshwa na tabia za Bakari. Lakini tatizo lile halikuanzia kwa Bakari, yalikuwa ni malezi mabovu kutoka kwa wazazi wake tokea alipokuwa mdogo. Wazazi wa Bakari walisifika na kuogopeka kwa uchawi kijijini hapo na hicho kitu kilimpa sana kiburi Bakari, mpaka siku moja Bakari alipoenda kuiba kwa Bibi Diku ambaye alikuwa mzee sana wa miaka tisini na nane. Bibi Diku alikuwa akiishi peke yake, lakini alikuwa na shamba kubwa lilojawa miembe na minazi. Kwa umri wake, haikuwa rahisi kwa Bibi Diku kuweza kulilinda shamba lake lote, lakini alikuwa amelikinga kichawi.